Katika jiji lenye shamra shamra na msongamano wa kila siku, jiji la Dar es Salaam, waliishi George na Beatrice. Wanandoa hawa walikuwa mfano wa upendo na mshikamano. Kwa muda wa miaka mitano ya ndoa yao, walijenga maisha yaliyojaa furaha, matumaini na ndoto kubwa za baadaye. Lakini nyuma ya tabasamu lao kulikuwa na changamoto kubwa, tatizo la kutopata watoto. Shida hii ilianza kuibua mawimbi ya mashaka na presha kutoka kwa familia, hasa kwa upande wa wazazi wa Joji. Ingawa kila siku Beatrice alijitahidi kuonyesha heshima na upendo kwa wakwe zake, siku moja hali ilibadilika baada ya wazazi wa Joji kufika nyumbani Aliwapokea kwa bashasha, lakini alihisi tofauti kubwa, hasa kwa upande wa mama mkwe wake ambaye hakuwa na furaha kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Tendo hilo dogo lilimchoma moyoni, likamfanya ajihisi mpweke na asiye na thamani. Baada ya wa wazazi kupumzika kidogo, Beatrice aliwakaribisha mezani kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. George, Beatrice na wazazi wake George walielekea mezani. Beatrice alijitahidi kujionyesha mwenye furaha, akicheka kwa heshima na kutoa tabasamu la kila mara, lakini ndani ya moyo wake hakuwa na amani. Tangu kuwasili wasili kwao, alihisi tofauti kubwa hasa kwa mama mkwe wake ambaye hakumchangamkia kama ambavyo ilikuwa imezoeleka. Walipokuwa wanakula, mama yake George akatoa kauli nzito, hapa mezani ilitakiwa nile nikiwa na wajukuu wangu. Maneno yale yakamchoma Beatrice, akajiona kama mwanamke asiyekuwa na baraka. Macho yake yalijaa machozi, lakini akajizuia yasionekane. Baada ya Joji kuona ukakasi uliotanda akajaribu kujibu mama: ipo siku Mungu atatubariki, kila jambo lina wakati wake. Lakini Beatrice hakuweza kudhibiti maumivu moyoni mwake, alichukua kijiko kisha akakiweka taratibu chini, akanyanyuka kwa heshima na kusema, samahani, sijisikii vizuri, nitakula baadaye. Joji akamtazama mke wake na kusema, mke wangu, alizia kwanza, kula chakula. Hapana, sijisikii vizuri. Kisha akaondoka taratibu kuelekea chumbani kwake. Mara tu baada ya kutoka, mama mkwe akatikisa kichwa na kusema, George, ona sasa, siku hizi huyu mkeo hana nidhamu hata kidogo. Anawezaje kuondoka na kuacha wageni mezani? Sijaiona dharau kama hii, ni dharau ya hali ya juu sana. George alibaki kimya, akanyanyuka taratibu na kwenda chumbani kwa mkewe. Usiku ulipowadia baba yake Joji aliwaita watu wote sebleni. Hali ilikuwa nzito, ukimya ukitawala. Baba mkwe alianza kuzungumza kwa sauti yenye msisitizo, wanangu, najua ujio wetu wa leo umewashtua, maana tuliwapa taarifa tukiwa njiani. Tofauti na siku zingine, tuliona ni lazima tuje kutokana na jambo lenyewe tulilonalo, na jambo lenyewe ni la msingi sana kwenye familia yetu. Wewe George unazijua vizuri mila na desturi zetu. Mtoto wako wa kwa kwanza ndiye anayepaswa kurithi asilimia hamsini ya mashamba yangu, lakini hadi sasa miaka imepita na hamna mtoto. Ni nani sasa atakayechukua urithi huu? na kuuliza wewe George, niambie baba yake George akaendelea kuzungumza, kwa hiyo kama familia tulikaa kikao tukakubaliana, ni lazima uoe mwanamke wa pili atakaye kuletea uzao. Maneno hayo yalimchoma sana Beatrice. Baba yake George akaendelea kuzungumza kwa msisitizo, tunakupa muda wa miezi mitatu utuletee huyo mwanamke tukiona. Kimya basi, sisi tutakuja na yule ambaye tumempenda na hautakuwa na budi ila kumuoa. Beatrice akashindwa kujizuia, machozi akaanza kumtiririka. George akamgeukea mke wake, akamkumbatia kwa upole na kusema, usilie mke wangu, hili haliwezi kutokea kisha akamgeukea baba yake na kusema kwa msimamo mkali: Baba, hilo haliwezekani. Mimi nampenda mke wangu, siwezi kuoa tena. Hili si ombi, George, ni agizo la kifamilia tena. Tumekupa heshima kubwa ya wewe kuchagua mwanamke umtakaye, la sivyo tungekuja naye sisi wenyewe. Leo ni lazima apatikane mrithi, hilo weka akilini. Jorji alitikisa kichwa na kuonyesha msimamo mkali. Baba, unatukosea sana. Mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu, na baraka hizo huwezi ukazilazimisha. Mungu hutoa kwa wakati wake, si kama vile mtu anavyotaka. Mama yake Joji hakusita kuingilia kati, akakazia maneno ya mume wake huku akimtazama Beatrice kwa macho makali. Usilie mama, kama hakukwambia huyo mumeo, hizi ndio mila na tamaduni zetu. Tena wewe kuendelea kuwa na mtoto wetu ni heshima kubwa sana tumekupa. Kwa mila zetu mwanamke akikaa miaka mitano bila kuzaa huwa anaondoka nyumbani. Tumekuvumilia sana. Maneno hayo yalikuwa kama chumvi juu ya kidonda cha moyo wa Beatrice. Machozi yakazidi kumtiririka. George akazidi kumkumbatia mkewe kwa msisitizo zaidi, akasema mama, tafadhali mnaniumiza sana kwa maneno yenu. Beatrice sio mtu wa kumdhalilisha kiasi hiki, ni mke wangu na ninampenda sana. Kila mtu anajua Mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu na kila kitu kina wakati wake, msitubebeshe mzigo ambao hatuwezi kuubeba. Mvutano mkali ukatanda sebuleni. Beatrice akaficha uso wake kifuani mwa George huku machozi yakilowesha shati la mumewe. Baba yake George akamtazama George, kisha kwa sauti ya ukali akasema, utakiwi kuwa kinyume na sisi sisi ndio wazazi wako tuliokuleta hapa duniani. Tusingekuzaa wewe, huyu mwanamke angekupata wapi? Unapokuwa kinyume na sisi, ni sawa na kutokuheshimu wazazi wako. Maamuzi haya siyo ya kujadiliwa, ni lazima yaheshimiwe. Kisha akageuka na kumtazama Beatrice kwa macho makali. Na wewe mama, utatusaidia katika haya maamuzi, ni lazima utoe ushirikiano. Hii familia siyo ya mtu mmoja tunahitaji kizazi na ni jukumu lako kuhakikisha hili linatimia. George akashindwa kuvumilia, akasimama na kusema kwa sauti ya msisitizo na maumivu makali, baba, mama, kwa nini mnanifanyia hivi? Kwa nini mnamfanyia hivi Beatrice, mke wangu? Beatrice ni sehemu ya maisha yangu na siwezi kumtupa kwa sababu ya shinikizo lenu. Mnanikosea sana. Beatrice akanyanyuka taratibu na kuondoka sebuleni huku moyo wake ukiwa na maumivu makubwa, lakini kabla hajafika mlangoni, mama mkwe wake akatamka kwa ukali, huyu mwanamke siku hizi ana dharau sana, haiwezekani baba yenu anaongea na wewe unaondoka, hii nidhamu ya wapi? Maneno hayo yalimkata moyo kabisa Beatrice. Joji akiona hali ile akasimama mara moja akamshika mkono mkewe, huku akisema, mama, nyie ndio mnaotukosea sisi. bitu sijakosea kitu. Mama yake Joji akasema kwa hasira, kama hawezi kupokea mwanamke mwingine basi aondoke tu kwetu, hana faida yoyote ile, anatuletea tu laana na mabalaa kwenye familia yetu huu ni mkosi. Joji alinyamaza akamshika mkono mkewe na kuelekea naye chumbani. Aliona kila neno lililokuwa likitoka liendelea kumuumiza mke wake. Walipofika chumbani, Joji akamkalisha Beatrice kitandani, akamfuta machozi, akamkumbatia kwa upendo na kusema, mke wangu, tafadhali na kuomba uwasamee wazazi wangu, wao hawajui wanavyotuumiza. Lakini nataka ujue kitu kimoja, mimi siwezi kuoa tena. Wewe ni mwanamke wa maisha yangu, usiwe na wasiwasi, nipo hapa kwa ajili yako. Maneno hayo ya upole yakawa kama dawa kwenye moyo wa Beatrice, ingawa bado alikuwa na maumivu lakini alihisi nguvu za upendo wa mume wake zikimfariji. Alipata matumaini, huenda ndoa yao ingeweza kusimama imara hata katika dhoruba ya kifamilia. Na kule sebuleni, baba na mama yake Joji waliendelea kuzungumza kwa sauti za msisitizo. Ukoo wetu lazima uendelee, mali na mashamba haya siyo ya mtu mmoja ni ya kizazi chetu, lazima tuone wajukuu wetu kabla hatujafa. Mama naye akakazia, hakuna wakupinga ili, baba Joji, huyu ni mtoto wetu, ni damu yetu. Huyu mwanamke anaweza kuondoka leo au kesho, lakini damu ya ukoo wetu lazima iendelee, hilo halina mjadala. Wakaendelea kunong'ona wakipanga kwa siri hatua za kuchukua endapo Joji ataendelea kukaidi maamuzi hayo. Kwao ndoa ya Joji haikuwa na maana zaidi ya kupata uzao, na Beatrice alionekana ni kikwazo ambacho kinaweza kuondolewa. Ilipofika asubuhi, wazazi wa Joji waliamka mapema, hawakutaka hata kupata kifungua kinywa. Nyuso zao zilikuwa ngumu, zikionyesha msimamo wa maamuzi yao. Baba yake George akasema kwa sauti ya msisitizo, sisi tunaondoka, lakini kaa ukikumbuka yale tuliyokuambia jana usiku. Tarehe kama hii miezi mitatu ijayo, huo umeshatuletea mwanamke mwingine. Ukishindwa, ujue sisi tutakuja naye hapa yule tuliyempenda sisi, na hautakuwa na budi, lazima utamwoa. Mama yake George naye akaongeza: Joji, na Joji mwanangu mila na desturi zetu hazijawahi kuvunjwa. Kwa hiyo sisi hatuchezi hata kidogo. Wazazi wa Joji wakaondoka wakiwaacha Joji Joji na Beatrice wakiwa medua huku mioyo yao ikiwa na maumivu kutokana na maneno mazito kutoka kwa wazazi hao. Joji akamfariji mke wake huku akisema, mke wangu usiogope, mimi nipo na wewe Sitarudi nyuma katika msimamo wangu. Baada ya wazazi wa Joji kuondoka, nyumba ilibaki kimya sana, lakini ndani ya moyo wa Beatrice kulikuwa na mawazo mazito. Alikaa muda mrefu akitafakari, akijiuliza ni kwa namna gani anaweza kuinusuru ndoa yake na kumlinda mume wake asipotezwe kwa shinikizo la wazazi wake. George alijiandaa na kwenda kazini akimwacha Beatrice akiwa bado mnyonge sana. Siku nzima Beatrice hakupata amani, mawazo ya kikao cha usiku yalikuwa yakijirudia kichwani mwake. Ee Mungu wangu, hili limekuwa zito sana kwangu. Jioni, George aliporudi nyumbani, alimkuta mkewe akiwa mkimya sana, huku akiwa na mawazo mazito. George alikaa karibu naye, akamshika mkono na kumuuliza, mke wangu, una leo, upo kimya sana. Mume wangu, unajua ile situesheni ya jana imekuwa ikininyima sana raha, na nimekuwa nikitafakari sana Nimepata wazo, naona tuende hospitali tukapime, angalau kujua tatizo liko wapi, tunaweza tukapata msaada huko. Joji akamtazama kwa upendo, akamshika mkono na kusema, ah, hilo ni wazo zuri sana mke wangu, lakini kesho ninasafiri kuelekea Mwanza, ni safari ya kikazi ya wiki tatu hivi, nikirudi na kuahidi, tutaenda wote hospitali. Kesho yake asubuhi ya alimsindikiza mumewe hadi uwanja wa ndege. Walikumbatiana na kuagana. Beatrice alijitahidi kuficha machozi yake akimtabasamlia George kwa ujasiri, lakini mara tu baada ya ndege kuondoka machozi yakaanza kumtiririka. Beatrice alirudi nyumbani akiwa hana amani hata kidogo. kila alipopiga hatua alihisi sauti za maneno ya wake zake yakimpigia kelele kichwani. Tarehe kama hii miezi mitatu ijayo uwe umetuletea mke mwingine. Nyumba ilikuwa kimya, lakini kichwa chake kilikuwa kimejaa mawazo mazito. Kila kona aliyoitazama ilimkumbusha maneno ya wazazi wa George. hata kwenye biashara yake hakupata nguvu ya kwenda. Alimpigia kijana wa dukani na kuulizia tu hali ilivyokuwa, huku akiwa na mawazo. Akajisemea, wiki tatu, mbona ni nyingi sana? Nitamsubiri kweli George mpaka arudi, au niende tu mwenyewe nikapime? Hivi itakuweje kama tatizo liko upande wangu? George ataweza kunifumilia? Hapana, kuja niende mwenyewe niende peke yangu hospitali, akirudi tutaenda tena wote. Asubuhi ya siku iliyofuata Beatrice aliamka mapema, akavaa nguo zake nzuri za heshima, akachukua pochi yake na kuondoka nyumbani, akiwa amejaa na hofu na ujasiri kwa wakati mmoja. Alipofika hospitalini, akaenda mapokezi na kujiandikisha. Baada ya kumaliza taratibu zote, akaelekezwa sehemu ya kumsubiri daktari. Akiwa kwenye foleni, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Alikaa kwa utulivu, akishikilia mkoba wake kwa nguvu kana kwamba ingempa faraja. Akajiuliza maswali mazito kichwani. Hivi Nikionekana nina tatizo, nitaweza kweli kupokea haya majibu? Inawezekana mimi ndio nina tatizo? Sasa itakuwaje? Nikiambiwa siwezi kuzaa maishani mwangu, itakuwaje? Machozi yakaanza kujaa tena machoni, akahema kwa nguvu, huku akitetemeka. Mm, sitaweza kupokea haya majibu, sitaweza Oh, moo, ngoja nikajipange, nitarudi tena.